Kumesababisha mtu mwingine kufanya ubaya wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapotazama habari ya kupinga ukatili, jaribu kutenda mambo mema kwenye maisha yako, jaribu kuwa mwaminifu kwa kila jambo, liwe dogo, liwe kubwa. Tenda mema, tende mema ndugu yako, tende mema jirani yako, tende mema huyu uliyemwona, afurahie uwepo kwako kwa kwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe, na Bibilia imelani vikali kitendo cha ukati, na Bibilia imetangaza laana kubwa kwa ajili ya vitendo vya namna hiyo. Ukiangalia hapo kwenye kitabu cha Mwanzo yendo kumi na moja unaelewa namna ambavyo Mungu anamtamkia laana Kaini yako ile lililia toka ardhini na kwa sababu hiyo ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya kitendo hicho kifanye cha ukatili wa namna hiyo, kwa sababu ya chozi la mtu huyo mwenye haki hilo dondoka chini ya ardhi, basi ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Unaweza ukatazama alizungumza habari ya damu anasema, chozi la mwenye haki lina thamani sana mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama monyo damu ya Habili ilikuwa na thamani sana mbele za Mungu, akamlani Kaini kwa kila chochote kisifanikiwe kwa sababu ya damu, ndivyo ambavyo chozi la mtu na makika aridhi kwa sababu ya yayayo ni mtendea, ujue haukasalama mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ujue hauko salama. Hautakuja kuona mafanikio yoyote kwa chochote ulichokifanya kwa sababu utakapojaribu kwenda kufanya chochote kuna chozi la mtu nalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unapotaka kwenda popote kuna chozi la mtu inalia. Ndio maana tunapokuja msalabani kumomba Mungu wako, Mungu anakumbuka kuna wangapu wanalia kule. Alafu Mungu anenya vitu vya ajabu, anasema kuna sadaka inayokuja madhabahuni pako, lakini hizo sadaka zile machozi ya watu wengi wanaolia. Bwana Yesu asiwe, ile sadaka uleta kwenye madhabahu ya Bwana inabeba taarifa zazo zote inamjulisha Mungu kwamba ni namna gani umelipata, hivyo unavyovitumia, hata unapokana kufaina watoto wako vinajulikana kwamba